Safari yangu ya maisha imekuwa kitabu kisichomaliza kurasa. Nimeshuhudia kupanda na kushuka, nyakati za mafanikio na changamoto zilizokaribia kunikatisha tamaa. Nimeshuhudia pia watu wakikata tamaa si kwa sababu hawana uwezo wa kufikia ndoto zao, bali kwa sababu hawakujua jinsi ya kutumia changamoto hizo kuwa sehemu ya safari yao ya mafanikio. Naitwa Sofia Byanaku. Kwa miaka 13 nimefanya kazi katika sekta ya afya, nikiwa mwanzilishi mwenza na kiongozi wa biashara iliyonifundisha namna ya kipekee ya kugusa maisha ya watu. Kwa miaka minne iliyopita nimejikita kwenye ustawi wa mwili na akili, nikianza na kampuni na sasa nimeelekeza nguvu zangu kwa jamii, wanawake, vijana na watoto. Utaniuliza kwa nini wao? Kwa sababu wanawake ndio msingi wa jamii. Vijana ndio mustakabali wa taifa la kesho na watoto wanabeba mbegu bora ya kesho yetu. Mapenzi yangu kwa urembo na mitindo yamenifunza somo moja: ustawi si wa ndani tu, bali pia ni jinsi tunavyojionyesha kwa wengine. Licha ya yote niliyofanikisha hadi leo, ukweli ni kwamba bado najitafuta. Kama wewe, mara nyingine najiuliza, tunawezaje kufungua milango mipya ya fursa maishani mwetu? Tunawezaje kushikilia malengo yetu, kupata fursa ya kweli, na kutimiza ndoto zetu? Na hii ndio sababu nimeanzisha Bloom with Sofia Byanaku. Kila wiki nitaketi na wataalamu, watu waliofanikiwa, na wengine waliobadili maumivu yao kuwa kusudi. Kwa pamoja tutajifunza namna ustawi wa mwili na akili unagusa kazi zetu, biashara zetu, mahusiano yetu, na maisha ya kila siku. Podcast hii ni daraja la kufikia kilele cha uwezo wako, jifunze na boresha mipango na maisha yako. Nakuahidi, ukinipa sikio lako, utajifunza na kupata njia za kuboresha maisha yako. Ungana nami, fuatilia kurasa zetu katika mitandao ya kijamii kwa kutumia jina Bloom with Sofia Byanaku, na usisahau kujisajili kupitia YouTube yetu, kwani huu ndio wakati wako wa kuchanua.